Mtazamaji wa Cloud TV, sasa hivi niko na mzee Mawata. Yeye ni kiongozi mwenyekiti wa moja kati ya ngoma za asili kutoka hapa katika tamaduni hizi za watu wa kabila la Wamwera kutoka huko Lindi Tanzania, kusini mwa Tanzania, ambako leo tunazungumza naye kidogo, kutaka kujua katika tamasha hili, pengine yeye pamoja na ngoma ambayo anaiongoza uh, inafundisha nini katika uh, desturi, mila na taratibu za kabila la Wamwera ambao wanapatikana katika mkoa wa Lindi na baadhi ya maeneo ya Mtwara ambapo leo tunazungumza kutokea kwenye kabila la Wamwera ambao wanapatikana huku Ruangwa, Lindi, Tanzania. Ndio, karibu mzee Mawata. Jina lako halisi unaitwa? Naitwa Bakari Rashidi Mawata maarufu mzee Msondo. Mzee Msondo, hii mzee Msondo ni jina linalotokana na ngoma ambao umekuwa ukiiongoza au la? Hapana, hili ni jina ambalo limetokana na majina yangu Bakari Rashidi Mawata, kulingana na ninavyofanya shughuli, basi wa wadau wangu wakaanza kubadilisha jina lile, badala ya Mawata wakaita Juwata hata kama unavyojua, imebadilika saa hizi mpaka kufikia Msondo. Ndiyo maana wakaniita mzee Msondo. Wameniambia wewe ni mwenyekiti wa ngoma ambayo unakuwa unaiongoza kucheza katika kikundi chenu. Ngoma yenu inaitwaje? ngoma yetu inaitwa Ngongo ngoma grupu. Aa, Ngongo. Ngongo ni ngoma pia ya kabila la Wamwera? Ndiyo, hii ni ngoma ya kabila ya Wamwera tena ya asili kabisa. Mahali popote walipo Wamwera ngoma yangu nikianzisha, kila mwera atakuwa anapenda kuicheza kwa sababu ngoma hii ya asili kwenye utamaduni wa Kimwera kwenye eneo la mila ya unyago na jando, ngoma hile huwa inatumika. Kwa hiyo kuanzia wamwera wa mwanzo kabisa, ile ngoma wanaifahamu. Kwa hiyo nikifika mahali popote pa Wamwera, nikianzisha ile ngoma, wamwera wote watakuwa wanaijua. Kwa hiyo ngoma hii ya msondo ni ngoma ambayo huwa inachezwa katika shughuli za jando pamoja na unyago. Hapana, sio msondo. Ngongo Ngoma Group. Ngongo na mambo ya kisasa. E, kwa asili kabisa hii ngoma ilikuwa inaitwa Likomanga, kumbe, uh, Ngongo ndio Likomanga. E, e, Likomanga. Kwa hiyo sisi tumeiboresha, tumeiboresha kuiweka kwenye mazingira ya sasa hivi, kwa sababu sasa hivi teknolojia imetuzidi, hata yale mila za jando na unyago imepungua sana wazazi wengi wanachezea watoto wao bila kufuata mila ya unyago na jando. Sasa, ili mila ya utamaduni wa ngoma ya jando na unyago isififie, ndio mimi nikaamua kuanzisha kikundi chenye, chenye aina ya ngoma ya unyago na jando, na pengine sasa kuwepo kwa tamasha hili ambalo linahimiza lina kuimarisha kumbukumbu eh, kumbu za tamaduni za jamii za watu wa Kimwera kutokea huku Lindi pengine wewe inakupa hamasa kiasi gani kuona sasa, pamoja na kukua kwa teknolojia, lakini ipo haja ya kuendelea kutunza urithi wetu, hasa kwenye nyanja hii ya ngoma. Kwa mfano kama ulivyoisema, hiyo Likomanga mmeibadilisha sasa jina kuingia kwenye msondo Gongo. kwenye ngongo hii e, haiwezi kuathiri chochote hapana. Binafsi kwanza najisikia faraja sana leo kupata fursa hii ya kikundi changu cha ngoma ya asili kuletwa kwenye tamasha hili. Hii inanijengea dhana ya kwamba kweli utamaduni unaenziwa. Kwa hiyo tendo hili mimi nashauli vizazi vijavyo vilivyopo hivi vya kabila la Kimwera, mimi ninaonyesha kwamba Wamwera mwanzo walikuwa wanafanya hivi. Kwa hiyo, kwa kuwa mtu huwa upoteza umaarufu wake kama ana sahau asili yake, kwa hiyo na washauli na vijana wa Kimwera ambao wanakuja saa hizi hawakubahatika kuliona Likomanga, basi waje waione Ngongo Ngoma Gurupu ndiyo ngoma ya asili ya Wamwera. Asante sana Mzee Bakari. Mi nakushukuru sana, asante kwa muda wako, lakini asante pia kwa kutuhabarisha. Naam, mtazamaji wa Klaus TV, kama unavyoona tumezungumza na Mzee Bakali hapa, kikubwa anazungumza kuhusu ngoma hii ambayo yeye anaiongoza, ambayo zamani ilikuwa inaitwa Likomanga lakini sasa hivi inaitwa Ngongo, sio eh, Ngongo Ngoma. Lakini kama alivyoeleza, amethibitisha kuwa ameboresha kidogo E, wameboresha kwamba ngongo e, ngoma grupu ni grupu la kisasa, lakini anafurahishwa ana, ana kuona ta, kundi chake kimepata nafasi katika maonyesho haya ya tamasha linaloonyesha sanaa ya nyumbani kutoka huku Ruangwa, e, kabila la Mwera. Na kama ulivyomsikia, ngoma hii inasemekana kwamba ilikuwa inatumika hapo zamani katika shughuli za unyago, lakini siku hizi e, tofauti kidogo labda pengine. Kama unacha kuongezea mzee Bakari, una nini? nimeona washiriki wakubwa kwenye hizi ngoma za kimila Eh, ni wakina baba. Hii ni tafsiri ni kwamba tangu zamani katika kabila la Wamwera akina mama hawana nafasi ya kushiriki kwenye kucheza ngoma hizi. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa nakuomba ndugu mtangazaji naitwa Mzee Msondo hmm. Hili jina la Mzee Msondo ukiita Mzee Bakari inawezekana, Wamwera wenzangu wote nijua Mzee Bakari anayetajwa ni nani. Ni vema ukawa unanitamuka Mzee Msondo, ili wajue kwamba wewe mtangazaji saa hizi unaongea na Mzee Msondo, nikirudi kwenye mada. Hii hapa kwanza, sio kweli kwamba ngoma hizi za asili zinachezwa sana na akina baba, na ili ujilizishe na hilo, utaona kundi langu litakapoingia pale kuonyesha onyesho lake. Limehusisha akina mama, akina baba, tena kwa kuwa nimekuambia, ya asili ni watu wa lika zote bila kujali umri wao. Ile ngoma wataweza kuitikia, kuimba na kucheza. Asante Mzee Msondo, kama ulivyosema. Mimi nakushukuru kwa muda wako, lakini asante, tutakuja kwa ajili ya kuona sa